Leo nimepata ziara katika Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na wanafunzi wanaotoka katika taasisi ninayomiliki kwa maana ya BSL Schools Tanzania pamoja na BSL Schools Rwanda. Kutoka UDOM hadi kujiajiri. Huyu ni kijana shupavu mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambaye ameamua kutumia maarifa aliyopata kujijenga na kujitegemea. Hadithi yake ni ya kusisimua, imejaa hamasa, uvumilivu na mafanikio. Ni hadithi utakayoipenda na zaidi sana utajifunza mengi kupitia safari yake. Nimehitimu chuo kikuu cha Dodoma mwaka 2016 shahada ya kwanza elimu katika sanaa, kwa maana ya Bachelor of Education in Arts, nikisoma masomo ya linguistics and literature. Mimi ni mwekezaji katika elimu, kwa maana ni miliki wa taasisi za elimu zinazoitwa BSL Open School pamoja na BSL Technical College na BSL College, zilizoko Dodoma, Singida pamoja na Shinyanga. Sambamba na hivyo, pia tumeingia katika nchi ya Rwanda tukiwa na BSL School of Languages. Kile nilichokipata kutoka chuo kikuu cha Dodoma ikanipeleka kwenda kutatua changamoto ya elimu nje ya mfumo rasmi, na ndio maana nikaanzisha Open Schools. Mbali na hapo, ndo kukua kuweka kuongeza huduma zangu zingine kama vile BSL Day Care Center pamoja na BSL College ambazo tunadili na upande wa malezi ya wa watoto na upande wa BSL College tunadili na vocation courses. Safari ya miaka tisa tangu nilipoanza kuwekeza maga sasa, uh, pakubwa mafanikio nayaona. Nilianza na wanafunzi wawili, wakaja wanne, 12, wa tukakuwa mpaka wanafikisha wanafunzi 600 kwa mwaka, 700. Uh, kwa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, lakini mbegu kutoka chakucha Dodoma ni lulu halisi ya kusema na kila sababu ya kusema kile tuchokipata na tunachokitumia hivi sasa kinatupa majibu sahihi. Elimu niliyopata Chuo Kikuu cha Dodoma imenifungulia njia kubwa sana, kwa maana imenipa mawanda kwanza kwenye network. Lakini si hivyo tu, elimu niliyoipata hapo ilikuwa nitoshelezi kunifanya mimi niwe na content ya kutosha kuweza kuwekeza katika jamii. Nje na kozi ambazo tulikuwa tunasoma darasani kama shahada husika, kulikuwa na mafunzo mbalimbali yalikuwa mbali akitolewa kama vile kuna uh, kuna seminars kuna workshops zilizokuwa zikifanyika na walimu ama wahadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma, lakini pia wengine kutoka nje, lakini pia mashirika mbalimbali kwa kuja hapa chuoni. Ilikuwa kwangu ni fursa kuzifikia hivyo, kwa kupitia daraja la chuo kikuu cha Dodoma ikanikutanisha na wadau hao ama wakufuzi hao ambao wakaniongezea zaidi kile nilichokipata chuoni, na kupitia chuo kupitia, kupitia hao wadau kikanipa nguvu zaidi na zaidi kuongeza uwezo wa kufanya kile kinachofanyika. Kujiajiri ni kitu kizuri sana. Nimejifunza kwanza ku manage my own resources. Uh, kipato changu na kimeneji vizuri kwa maana, uh, nakitengeneza mwenyewe, nakitafuta mwenyewe na nakifanyia maamuzi mwenyewe. Tofauti na ile ukiwa chini ya mtu, uh, kama kuajiriwa kidogo na kuwa na limitness. So to me I'm just very free doing anything kwa maana nje tu na elimu na huduma naoitoa, nimefanya mengi pia katika jamii kama mdau kupitia CSR Community Social Responsibility. Mafanikio sio siku moja, it's never an overnight, it's a process and a process must be made through system. Kwa ni lazima tupitie katika system, ngazi kwa ngazi. Tolerance is everything, wavumilie. Eh, kila kitu kinakuja kwa hatua yake. Watumie muda wao vizuri wawapo chuo kikuu cha Dodoma, kujifunza kuyatumia, lakini kuconnect, kutafuta network, na si hivyo tu, wayaishi yale ambayo wanafundishwa wajaribu kulinganisha na sehemu zingine, linapoonekana gep kule nje. UDOM ni tiba, UDOM ni chaguo sahihi, UDOM ina kila kitu cha kutuimpress sisi kufikia malengo yetu katika right and perfect future. Kukutana na wahitimu mbalimbali ni sehemu mojawapo ya kupeana uh, kupeana fursa kwamba tunategemeana, kila mmoja, we live like parasite. Mwenzako anaweza kuwa ana gari lakini wewe unaabiria eh, una abiria. Sasa huyu ukiwa na abiria ukampa mwenye gari tayari uh, inaendelea kusonga mbele. Yaweza kuwa una shamba lakini hauna raw materials, yaweza kuwa una shule lakini hauna walimu. Kwa hiyo kila mmoja katika uwekezaji anamtegemea mwenzake, yaani hizi kozi zinategemeana lakini pia katika mfumo mzima wekezaji tunategemeana kwa kukutana, kwa sisi wahitimu ni sehemu mojawapo ya kufunguliana milango na kupeana the right pathway, kuendelea kuwa na soko kubwa, kukuza capital zetu na kupata profit kubwa zaidi. Ndugu zangu, wale wote tulio hitimu chuo kikuu cha Dodoma tangu miaka ile 2007, 2011 mpaka 10 na ngapi mpaka 24, tujitokeze kwa wingi tuonyeshe kile tulichonacho, tupromote na tuendelee kusimama kwa ajili ya kukitangaza chuo chetu daima utaendelea kukuletea hadithi nyingi za kusisimua ikiwa ni sehemu ya kuelekea mkutano wa 16 wa jumuiya ya wahitimu wa chuo kikuu cha Dodoma. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ujasiriamali kwa ajili ya wakati ujao: kutumia uhusiano wa kitasnia kukuza ujuzi na kuzalisha ajira. Ni tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka huu 2025, katika ukumbi wa Chimwaga, chuo kikuu cha Dodoma. Usikose. Karibu ujifunze, uhamasike na uunganike na wahitimu wengine katika safari ya kuboresha ujuzi na kujenga mustakabali bora wa ajira kupitia ubunifu na ujasiriamali.